I release the rivers of healing in right now in Jesus' name ah uh, eh, e eh? si yasuani nyeusi ulikuwa uone, ehhe, ulikuwa unione hii hii, rangi gani? Hebu niwambie hii rangi gani? Ehhe, uhh, ah, hii ah, ili hapa hii rangi gani? Mambo ya rangi gani? Mpigie Yesu makofi, aiiwa <coughs>